Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maria na Radio Shirika. Kipindi hewani ni Mbiu ya Heri, na katika siku ya leo mada yetu inasema matumaini katika maandiko matakatifu. Hivyo katika kipindi hiki tutaeleza juu ya fadhila ya matumaini katika maandiko matakatifu, tukianza kwa kufafanua maana ya matumaini kwa ujumla na kuangazia dhana nzima ya matumaini katika maandiko matakatifu, kuanzia Agano la Kale na baadaye Agano Jipya. Tutaeleza pia juu ya misingi ya matumaini, mtazamo wa Kikristo wa maisha kupitia matumaini, ujumbe wa Jubilei 2025, na mwisho tutatoa kwa ufupi tafakari ya kiroho juu ya kuishi matumaini katika nyakati zetu. Kabla ya kuanza kipindi chetu, nikukaribishe tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Bikira Maria mama wa msaada utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Karibu mpendwa msikilizaji, tuanze kipindi chetu kwa kuangazia maana ya matumaini. Mpendwa msikilizaji, matumaini ni taraja la hakika kwamba Mungu atatimiza ahadi zake. Ni mtazamo wa kiimani juu ya uaminifu wa Mungu katika ahadi zake, ahadi ya ukombozi na uzima, na ile ya kuungana naye kwa milele, kama tusomavyo katika waraka Mtume Paulo kwa Warumi, kwa maana tuliokolewa kwa taraja. Lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana, hakuna taraja tena, kwa maana ni nani anayekitarajia ya kile akionacho? Bali tunakitarajia kitu tusichokiona kwa kungojea kwa saburi. Katika maisha ya kiroho ya Mkristo, fadhila ya matumaini ni nguzo ya msingi inayompa mwamini nguvu ya kuvumilia, kuishi kwa matumaini na kumkazia macho Mungu kama chanzo cha wokovu. Katika muktadha wa Kanisa Katoliki, matumaini haya yanapata maana yake kamili ndani ya fumbo la Kristo yani mateso, kifo na ufufuko wake. Licha ya magumu, tumaini huibuka kama mwanga wa kiroho unaomwezesha mtu kuishi na kupenda hata katika mateso, kwa kuzingatia maandiko matakatifu, mafundisho ya Kanisa na ujumbe wa Papa Francisco kuhusu jubilei ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano, mafundisho haya yanalenga kuwasaidia waamini wa kuelewa tafakari na kuishi fadhila ya matumaini kwa kina na utendaji. Fadhila ya matumaini katika Maandiko Matakatifu. Mpendwa wa msikilizaji, fadhila ya matumaini ina mizizi yake katika Maandiko Matakatifu, ambayo inajenga historia ya uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu, uhusiano kupitia ahadi za wokovu. katika Biblia neno matumaini halieleweki kama tu hali ya kisaikolojia ya matarajio, bali kama hali ya kina ya kiroho inayotokana na imani ya juu ya uaminifu wa Mungu na hatima njema ya watu wake. Tumaini hilo linajikita kama uhalisia kwamba daima Mungu anawazia mema, kama tusomavyo katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 29 aya ya 11 inasema: maana anayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nani mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mpendwa wa msikilizaji, karibu sasa tuingie kwa kina katika kutafakari dhana hii ya matumaini katika maandiko matakatifu, kwa kuangazia matumaini katika Agano la Kale na Agano Jipya. Tukianza na Agano la Kale, mpendwa wa msikilizaji, Agano la Kale linaonyesha matumaini kama tendo la kiimani kwa Mungu aliye mwaminifu, hasa wakati wa shida, mateso au hali ya kusubiri. Tumaini lilikuwa zaidi ya matarajio ya kawaida, lilikuwa ni kujitupa kwa Mungu hata pale ambapo muktadha wa kimazingira haukuwa na dalili ya suluhisho. Mpendwa msikilizaji vipengele vifuatavyo vitatusaidia sisi kuelewa kwa kina juu ya dhana hii ya matumaini katika Agano la Kale. Tukianza na kipengele namba moja, matumaini katika maisha ya Waisraeli. Pendwa msikilizaji, Waisraeli walikuwa watu wa matumaini kwa sababu ya agano walilofanya na Mungu kupitia Ibrahimu, Musa na manabii. Mungu alimwahidi Ibrahimu kuwa atakuwa baba wa taifa kubwa, kama ambavyo tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya tatu. Ahadi iliyokuwa ya ajabu kwa mtu mzee asiye na mtoto. Ibrahimu anasifiwa kwa matumaini hata pale ambapo kimwili haikuwa na matumaini. Kama ambavyo tunasoma katika waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 4 aya ya 17 hadi ya 18 inasema, alimwamini Mungu ambaye huwahuisha wafu na kuita vitu visivyoonekana kana kwamba vipo. Pendwa msikilizaji, taifa la Israeli lilianguka katika utumwa wa Misri kwa muda wa miaka 430 kama ambavyo tunasoma katika kitabu cha kutoka sura ya 12 aya ya 40. Katika miaka yote hii walipitia mateso makali na manyanyaso, lakini bado walikuwa na tumaini la kupata ukombozi, na baadaye Mungu aliwakomboa kutoka utumani Misri kupitia Nabii Musa. Baadaye walianguka katika utumwa wa Babeli kwa miaka sabini, kama ambavyo tunasoma katika kitabu cha Nabii Danieli sura ya tisa aya ya pili, lakini hawakupoteza tumaini juu ya Mungu wao mwenye nguvu. Hili linajidhihirisha katika maneno ya mzaburi anayesema: kando ya mito ya Babeli ndipo tulipoketi tukalia, tulipoikumbuka kumbuka Sayuni. Ee Yerusalemu, nikikusahau, mkono wangu wa kuume na unyauke. Hivyo Waisraeli waliendelea kushikilia matumaini ya kuachiliwa na kurejeshwa katika ardhi yao wenyewe. Kipengele namba 2: ni Zaburi, maombi ya matumaini pendwa. Msikilizaji, Zaburi ni kitabu kinachobeba sauti ya moyo wa mtu anayemtegemea Mungu, kama ambavyo tunasoma katika Zaburi ya 33 aya 18, inasema Tazama jicho la Bwana liko wamchao wazingojeao fadhili zake. Zaburi hii yaonyesha tumaini la mtu anayemtegemea Mungu na anajua wazi kwamba Bwana anamtazama daima. Zaburi ya 130 aya ya tano mpaka ya sita inasema, nitamtarajia Bwana, roho yangu inamtarajia, nami namtegemea neno lake Roho yangu humngoja Bwana kuliko walinzi wa asubuhi. Zaburi hii inalenga ukombozi wa Mungu, msamaha wake na kurejeshwa kwa haki. Kipengele namba tatu, manabii, sauti ya matumaini. Pendwa msikilizaji, manabii wa Agano la Kale kama Isaya, Yeremia na Ezekieli walihubiri matumaini, hasa wakati wa mateso ya taifa la wana wa Israeli. Manabii walikuwa kama mashahidi wa matumaini kwa watu waliovunjika moyo. Nabii Isaya anatazama kuzaliwa kwa mtoto atakaye kuwa nuru kwa waliokaa gizani. Rejea kitabu cha nabii Isaya sura ya tisa, aya ya kwanza, ya kwanza mpaka ya saba. Inasema watu waliokaa gizani wameona nuru kuu, maana mtoto amezaliwa kwa ajili yetu. Utabiri huu wa nabii Isaya ni ishara ya matumaini kwa taifa la Israeli. Nabii Yeremia anaandika maneno ya Mungu kwa walioko uhamishoni, anasema maana nayajua mawazo ninayowazia juu yenu, mawazo ya amani, wala si ya uovu, kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Rejea kitabu cha nabii Yeremia sura ya 29, aya ya kumi na moja. Ingawa wapo katika utumwa, wanapata tumaini la kurejea Yerusalemu. Pia nabii Ezekiel anatoa maono ya bonde la mifupa mikavu ambapo Mungu anarejesha maisha kwa Israeli akisema, tazama nitafungua makaburi yenu nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Rejea kitabu cha nabii Ezekiel sura ya 37, aya ya 12 hadi ya 14. Hii ni lugha ya kinabii ya matumaini ya kufufuka na marejesho ya kitaifa na kiroho kwa watu wa Mungu. Pengine namba nne, tumaini la kuja kwa Masihi. Mpendwa msikilizaji, Agano la Kale linajaa matarajio ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa kuwa mkombozi wa watu wa Mungu. Tumaini hili la Masihi lilitunzwa kwa karne nyingi na kuchochea uvumilivu wa dhiki. Katika kitabu cha nabii Mika tunasoma, nawe Bethlehemu, toka kwako atanitokea yeye atakayekuwa mtawala wa Israeli Rejea ya kitabu cha Nabii Mika sura ya tano aya ya pili Hii ni ahadi ya kuwa tumaini la kweli litaingia katika historia ya wa wanadamu kupitia mkombozi, yani Yesu Kristo. Kipengele namba tano ni mifano ya watu walioonyesha matumaini katika agano la kale. Mpendwa msikilizaji, wapo watu mbalimbali ambao walionyesha kuishi kwa matumaini katika agano la kale, lakini katika kipindi chetu tutatumia watu wawili kama ishara ya watu wengi ambao waliishi kwa matumaini katika agano la kale, na watu hao ni Abrahamu pamoja na Ayubu. Tukianza na Abrahamu, Abrahamu ni mfano wa matumaini yasiyoyumba. Ingawa hakuwa na mrithi kwa muda mrefu, mpaka katika umri wa uzee, yeye pamoja na mkewe Sara alimwamini Mungu na kutumaini ahadi ya kuwa baba wa mataifa mengi, kama ambavyo tunasoma katika waraka mtume Paulo kwa Warumi sura ya 4 aya ya 18 hadi ya 22, inasema: alimwamini Mungu na hiyo ikahesabiwa kwake kuwa haki. Zaburi ya sabini na moja inaakisi sauti ya matumaini hata katikati ya mateso, kama ambavyo tunasoma katika Zaburi ya sabini na moja aya ya tano, inasema: kwa kuwa wewe ndio tumaini langu Bwana Mungu, wewe ndiwe tumaini langu tangu ujana wangu. Pendwa msikiliza, turudi sasa kwa Ayubu. Katika kitabu cha Ayubu tunapata masimizi juu ya mtumishi wa Mungu Ayubu aliyepoteza kila kitu, lakini bado aliendelea kumtumainia Mungu. Alisema hata akiniua nitamtumainia. Rejea kitabu cha Ayubu sura ya 13 aya ya 15. Ayubu alionyesha imani na matumaini yasiyovunjika kwa Mungu hasa, hata katika shida. Mpendwa msikilizaji, baada ya kuangazia dhana ya matumaini katika Agano la Kale, karibu sasa tuangazie dhana hii ya matumaini katika Agano Jipya. Katika Agano Jipya, matumaini yanapata sura kamili katika utimilifu wa ujio wa Yesu Kristo. Yeye ndiye tumaini la wanadamu wote kwa sababu kupitia kwake Mungu alitimiza ahadi zake za kale. Tumaini si tena matarajio ya siku moja ya kuja kwa mkombozi, bali ni kushikilia kile kilichotimizwa katika Kristo, huku tukingojea ukamilifu wake katika kurudi kwake kwa mara ya pili. Vipengele vifuatavyo vinatusaidia sisi kuelewa zaidi dhana hii ya matumaini katika agano jipya. Kipengele namba moja: Yesu Kristo tumaini hai. Mpendwa msikilizaji, Yesu anatambulika kama tumaini hai kwa wanadamu. Mtume Petro anaandika, "Atukuzwe Mungu kwa rehema zake nyingi alituzaa tena tupate tumaini hai kwa kufufuka kwake Yesu Kristo." Rejea waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, sura ya kwanza aya ya tatu. Yesu si tu alifufuka kutoka wafu, bali anatoa tumaini la ufufuo kwa wote wanaomwamini. Ndio maana Paulo anasema kama Kristo asingalifufuka, basi imani yenu ni bure. Rejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya ya 17 hadi ya 19. Tumaini linategemea tukio halisi la kihistoria, yaani ufufuka wa Yesu Kristo. Na hivyo si tumaini la kufikirika bali la hakika. Kipengele namba mbili, tumaini kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayewasha na kuendeleza tumaini ndani ya waamini. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi anaandika tumaini halitaharishi kwa sababu upendo wa Mungu umemiminwa mioyoni mwetu kwa Roho Mtakatifu. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya tano, aya ya tano. Roho Mtakatifu anatufanya kushikilia ahadi za Mungu hata mbele ya mateso. Hapa Paulo anaeleza kuwa matumaini ni imani ya mambo yajayo ambayo bado hayajadhihirishwa kikamilifu. Pengere namba tatu ni Bikira Maria mtakatifu, kielezo cha matumaini katika Agano Jipya. Mpendwa msikilizaji, kwa kukabili, kwa kukubaliana na mpango wa Mungu kupitia malaika Gabrieli, Bikira Maria aliishi kwa matumaini thabiti kwamba Mungu atatimiza yote aliyosema jibu lake la tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, kama ambavyo tunasoma katika Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 38 linaonyesha uaminifu unaotokana na matumaini ya kina. Maria alidumu katika tumaini hilo licha ya changamoto nyingi alizozipitia alizozipitia. Ya kwanza ni ile ya kuonekana si mwaminifu kwa mchumba wake Yusufu, na nyingine ni upanga ambao ungemchoma kwa sababu ya mwanaye sawa sawa na utabiri wa Simeoni kama ambavyo tunasoma katika Injili ya Luka sura ya pili aya ya 35. Hivyo basi matumaini si tu hali ya utarajia yaliyo bora bali ni msimamo wa ndani unaoongozwa na ahadi ya Mungu unaomwezesha Mkristo kuishi kwa subira, uaminifu na ujasiri katika changamoto zote za maisha. Pendwa msikilizaji, karibu sasa tuangazie Misingi ya matumaini ya Kikristo. Misingi ya matumaini ya Kikristo ipo misingi mikuu minne. Msingi wa kwanza ni ahadi za Mungu. Mungu ni mwaminifu daima katika ahadi zake. Rejea waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya kwanza aya ya 20, inasema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndiyo tena kwa hiyo katika yeye niamini Mungu apate kutukuzwa katika sisi. Tumaini la mwanadamu hujengeka katika uaminifu huu wa Mungu kwa ahadi zake. Msingi wa pili ni kazi ya Kristo. Utimilifu wa kazi ya Kristo, yaani ufufuo na ukombozi, kuamsha tumaini jipya ndani ya Mkristo. Rejea waraka mtume Paulo kwa Galatia sura ya 4 aya ya 4 mpaka ya 5 Inasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Msingi wa tatu ni maisha ya neema katika Kristu. Kuna ahadi ya uzima amilele, wa milele ambao Mungu amewaidia watu wampendao. Rejea waraka mtume Paulo kwa Tito sura ya kwanza aya ya pili. Inasema katika tumaini la uzima wa milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliwaidia tangu milele. Tumaini hili ni la maisha ya milele. Msingi wa nne na wa mwisho ni ushirika wa watakatifu. Mpendwa msikilizaji, kanisa linalosafiri, yaani sisi tulio hapa duniani, ambao ndiyo maujaji katika matumaini, tunaunganishwa na kanisa lote hai na lililo lala, kanisa shindi, yani watakatifu hufanya kazi ya kutuombea kwa Mungu ili nasi tufike huko. Rejea waraka mtume Paulo kwa Ebrania sura ya 12 aya ya kwanza, ambao unasema basi na sisi pia, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la na mashahidi namna hii na, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile inayotuz... na dhambi ile ituzungukayo kwa upesi na tukimbie kwa saburi katikati ya mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Hii inaonyesha kuwa watakatifu waliotutangulia wanaendelea kututia moyo katika maisha yetu. Karibu sasa tuangazie mtazamo wa Kikristo wa maisha kupitia matumaini. Pendwa msikilizaji Matumaini huunda maisha ya Kikristo. Mtume Paulo anawatia moyo waumini kusema, furahini katika tumaini, vumilieni katika dhiki, dumuni katika sala. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi na mbili aya ya kumi na mbili. Huu ni wito wa maisha yanayochota nguvu katika matumaini ya wokovu, si kwa sababu ya hali ya sasa bali kwa sababu ya maisha yajayo yaliyo katika Kristo. Kwa hiyo katika agano Jipya, tumaini linakuwa daraja kati ya ahadi za kale na utimilifu wake katika Kristo, na pia dira ya kikristo kuelekea ukamilifu wa mwisho katika ufalme wa Mungu. Pendwa msikilizaji, karibu sasa tuangazie ujumbe wa Jubilei 2025 Peregrinantes in Spe, yani mahujaji katika tumaini na namna unavyohusiana na dhana nzima ya tumaini katika Maandiko Matakatifu. Katika ujumbe wake wa maandalizi ya jubilei 2025 Peregrinantes in Spain, yani wasafiri katika tumaini, Papa Francisco alitoa wa mwaliko wa kina kwa Wakristo kuwa mashahidi wa matumaini katika dunia inayokumbwa na migogoro mingi. Waraka huu unasisitiza kuwa matumaini ya Kikristo hayategemei ndoto au hisia za muda mfupi, bali ni zawadi ya neema kutoka kwa Mungu inayotufanya kuwa thabiti na kustahimili matatizo. Mtazamo huu wa Papa unapata msing, unapata msingi wake katika maandiko matakatifu ambayo yanaeleza kwa kina juu ya matumaini kama fadhila ya Kikristo akibainisha vipengele vifuatavyo akibainisha vipengele mbalimbali kama ifu mbamoja, kama ifuatavyo kipengele namba moja, matumaini kama zawadi ya neema. Papa Francisco anasema matumaini si ndoto au danganyifu, bali ni zawadi ya neema inayotufanya tuendelee mbele. Kauli hii inaendana na maneno ya Mtume Paulo anayesema tena, tumaini halitahayalishi kwa sababu pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwenu na Roho Mtakatifu tuliyepewa. Rejea waraka mtume Paulo kwa Warumi, sura ya tano, aya ya tano. Hapo Paulo anaonyesha kuwa matumaini ni tunda la uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya waamini. Si tu matarajio ya mambo bora, bali ni msukumo wa kiroho unaotokana na upendo wa Mungu. Lakini pia toba na upatanisho katika njia za matumaini. Katika waraka huu Papa Francisco anasisitiza umuhimu wa toba na upatanisho katika njia za kuamsha matumaini. Katika maandiko Matakatifu tunaona njia, tunaona jinsi toba inavyofungua mlango wa matumaini. Rudi Israeli kwa Bwana Mungu wako, maana umejikwaa kwa sababu ya uovu wako. Nitakuponya uwasi wako, nitawapenda kwa hiari yangu maana asila yangu imegeuka na kuwaacha. Rejea kitabu cha nabii Hosea sura ya kumi na nne aya ya kwanza na ile aya ya nne. Urejeo wa kweli kwa Mungu hufungua mlango wa uponyaji na upendo wa Mungu ambao ndio msingi wa matumaini ya kweli kwa watu wake. Lakini pia Papa Francisco anasisitiza juu ya mshikamano wa kindugu katika Kristo. Papa Francisco alihimiza mshikamano katika jamii kama njia ya kujenga matumaini. Hii ni sauti ya Injili ambayo inahimiza kuishi katika umoja na kuwatunza waliokata tamaa, kama ambavyo tunasoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 6 aya ya pili, inasema "Bebeaneni mizigo ya ninyi kwa ninyi, na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo." Lakini pia injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 35 inasema, kwa maana nilikuwa na njaa, mkanipa chakula, nilikuwa mgeni, mkanishibisha. Maisha ya matumaini yanajengwa katika kutenda matendo ya huduma na ushikamana na wale walio katika dhiki. Pia Papa Francisco anasisitiza juu ya matumaini yanayopita changamoto za dunia hii. Katika dunia yenye vita, migogoro na ukosefu wa haki Ujumbe wa matumaini unakuwa wa lazima. Maandiko Matakatifu yanasisitiza kuwa matumaini ya Kikristu hayawezi kushindwa na majaribu ya muda mfupi, kama ambavyo tunasoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya nane aya ya kumi na nane unasema kwa kuwa mateso ya wa wakati wa sasa si kitu kama ikilinganishwa na utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Lakini pia waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto sula ya tano aya ya saba unasema maana sisi tunaongozwa si kwa kuona bali kwa imani. Matumaini haya yanamfanya mkristo kuwa msafiri anayesonga mbele licha ya vizingiti, akisubiri ukamilisho wa ahadi za Mungu. Kwa kuzingatia ujumbe wa Papa Francisco unayojulikana kama Peregrinantes in spem, yani wasafiri katika tumaini Papa Francisco aliweka bayana kuwa matumaini ni wito wa Kikristo katikati ya nyakati za giza. Kwa kuongozwa na Maandiko Matakatifu, waamini wanaitwa kuwa vyombo vya matumaini kupitia toba, upatanisho, mshikamano na maisha ya huruma. Kwa kufanya hivyo, Kanisa linatimiza wito wake wa kuwa taa kwa mataifa. Katika safari ya ya imani na matumaini kuelekea mwaka wa neema ya Bwana, jubilei 2025. Pendwa msikilizaji, karibu sasa tuone mifano ya watu wanaoishi matumaini katika ulimwengu wa leo. Katika dunia ya leo, mifano ya watu na jumuiya zinazodhihirisha matumaini licha ya majaribu ni mingi. Mfano, wakimbizi wanaotafuta maisha bora licha ya kupoteza kila kitu wazazi wanaolea familia zao kwa imani licha ya hali ngumu ya maisha, wamisionari wanaohudumu katika maeneo hatarishi wa wakieneza injili kwa matumaini, pia taasisi za kanisa kama vile Caritas na harakati mbalimbali za kijamii zinazohamasisha haki na utu wa binadamu. Hii yote ni mifano ya watu wanaoishi matumaini katika ulimwengu huu wa leo, na hivyo tafakari ya kiroho juu ya dhana nzima ya matumaini inasema, matumaini ni mwaliko wa kila siku kwa Mkristo kuendelea kusonga mbele hata bila kuona suluhisho la haraka. Ni kushikilia ahadi za Mungu hata pale ambapo hali ya sasa haionyeshi dalili ya mabadiliko. Hivyo maombi, tafakari ya neno la Mungu, na ushiriki wa sakramenti ni njia kuu za kukuza na kudumisha matumaini katika maisha ya sala, Mkristo anajifunza kusema pamoja na kutunga zaburi, kwa kuwa nimemkimbilia Bwana, ndiye tumaini langu ee Bwana Mungu. Rejea Zaburi ya sabini na moja aya ya tano. Ningependa kuhitimisha kipindi hiki kwa kusema matumaini si anasa ya kiakili au hisia ya muda, bali ni njia ya maisha ya Kikristo. Ni fadhila inayompeleka mwamini kuto kukata kutoka tamaa kwa kumtegemea neema ya Mungu. Hivyo, katika mwaka huu wa jubilei ya miaka elfu mbili na ishirini na tano, kanisa linatoa mwaliko kwa waamini wote kuwa mashahidi wa matumaini kwa kuishi kwa upendo, toba na mshikamano. Muda wote huo umekuwa nami Frateri Adolf Simoni Mlabu, Frateri wa jimbo kuu Katoliki la Dodoma kutoka hapa Seminari Kuu ya Kitaifa ya Familia Takatifu Mwenda Kulima iliyopo Jimbo Katoliki la Kahama. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vijavyo. Lakini basi ningependa tuweze kuhitimisha kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu Utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini, e Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Watakatifu wote wa Mungu mtuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Asante na kwa heki